Well hello, my beautiful people. Jana bwana ilikuwa ni usiku wa Yammy. Ana nyimbo yake inaitwa raha na ishatoka, twendeni tukamsupport msanii wetu pendo. Hey, na kwenye huu usiku wa Yammy mastaa mbalimbali walikuwepo kama unavyomwona hapo, Haji Manara kashikilia kiuno barabara bara. <laughs> cha Yammy e. Maana Yammy mashallah e, kitumbo kimeingia ndani. Well, kuna mastaa wengine kama kina Barnaba alikuwa na mke wake Raya the boss. E, tunajua hapa juzi kati kuna ile nyimbo ilitoka ya Barnaba na Yammy. E, zilikuwa kidogo kuna migorogoro pale katikati, migogoro migogoro mingi, lakini zilikuwa kiki tu. Wameonyeshwa hapa walikuwa wanacheza Yammy na Raya na walikuwa wenye furaha sana yuko chanuo wako mastaa mbalimbali, kuna Raivani. So guys enjoy hii video mwanzo mpaka mwisho, usipitwe na kila kipengele cha hii video. Kwanza sikilizeni msikilizeni kwanza Haji Manara hapa akitoa ka introduction kafupi, then mtaona mastaa waliohudhuria kwenye hii parti ya Yami kina Raivani kina Barnaba na wengine wengi wengi. Kwanza amefanya kazi nzuri, na tumsupport. Na mimi nawaahidi, uh, sina sina chochote, lakini Yami kama mdogo wangu kama rafiki yangu kama uh, mwanangu kama vyovyote vile nita support. Na kwa promotion simjui mtanzania niliweza mm -hmm, hasa katika, kwa hiyo don't worry about it tutapigana kuhakikisha jambo lako linaenda. Wewe ni mdogo wetu, na kufurahi kuona tiktokers wengine na nawaangalia tu uko TikTok na nimefurahi sana kuona wote. Nimefurahi, mimi ni mshabiki wenu eh, ninafuatilia yani, sana kazi zenu. Nyinyi ni sehemu ya watu muhimu katika nchi yetu, lakini sasa kwa endeleeni, yani, sasa hivi hivi mnaigeuza budani kwa endeleeni, hakuna cha bure toka, ziwe artist iwe mcheza mpira iwe chochote Kigeuze unachokifanya kuwa ni mtaji, na nimefurahi kuona tiktokers sasa hivi angalau. Siku za nyuma ukiona tiktokers au ukiona comedian comedian, no, la. lakini sasa ni comedian wa magari mazuri, tiktokers wanaendesha magari mazuri, wanachukua watoto wazuri. Kwa hiyo wa wa niwaombee kila laheri wadogo zangu. Pale mlipoona au mnapoona kwamba kuna watu wanawakwaza, basi chukulieni ndio maisha ya Kitanzania, tusameane. sokozon asanteni Yami. Asante sana. Well guys, imemsikia Haji Manara akiwa anamsupport Yammy akiwa anafuraha sana kuona, kuona matiktokers na watu wengine mbalimbali wakiwa wameenda kumsupport. Well, tumsikie Yammy hapa kidogo then tutaendelea nama tutamuona, walipopendeza huyo ndio Raya the boss, mwenye mke halali wa Barnaba. Kwa kufanikisha kufanikisha, nyote mnaweza kuhudhuria, lakini kwa kufanikisha hili, kwa kufanikisha nyote mnaweza kuhudhuria, lakini pia pale kumshukuru kaka yangu. Sikutarajia kama atakuja. Asante sana. Kwanza alikuwa anaumwa, kwa hiyo yani Well, mmemsikia Yami. Ok, huyu ni Barnaba bwana na mke wake Raya the boss, pia walikuwepo, walikuwa wameenda kumsupport Yami. Kama tunavyojua kuna nyimbo Barnaba alikuwa amemshirikisha Yami yana hapo, amekuja kumsupport. Sasa tuangalie, then tutaendelea hapa yami yuko na Chano kama unafuatilia kombolela basi utakuwa unamuona sana Chano ex wa, ma wa madebe Lida alikuwa so mke wa madebe sasa hivi tunamuona kwenye tamthilia ya kombolela akiwa na yami wanacheza wanafurahi tuangalie kidogo

Well, uh, kuhusu Nandy bwana, aliulizwa kuhusu Nandy kwa nini hajaonekana, akasema management yake alimtafuta lakini uh, hajajua imekuwaje, lakini yeye pia alimtafuta lakini hako respond. And the good thing ni kwamba Yammy bwana ni mtoto ambaye kalelewa vizuri sana, hakuwa hana ile tabia ya kukandia kandia ya kupondea maana waandishi wa habari walikuwa wanamkazania, kwanini hujajisikia vibaya, nani hajaja? Yeye kajibu no. Uh, maybe atakuwa na kazi zake, ana familia, ana watoto, labda That's why kashindwa kushow up. Hajajibu hajaja, hajajibu ovyo like uh, kwanini hajaja au tunajua wasanii wengine, lakini huyu mtoto ana adabu sana, kajibu nimependa kistarame. Well, nimependa na Haji Manara naye kashow support kubwa sana. Kajua king'ang'a ting'ang'a. Hey, mpaka nakosea umbea huyu. Hey, kajua kung'ang'ania kiuno cha Yammy, kama namwona zailisa huko alipo, and pia alikutana na Dula Makabila. E, nani Hajimanara alikutana na Dula Makabila, alikuwepo pia kwenye hii event, sema hapa to sijamuweka, alikuwepo na wakakutana. Ni washikaji tu kawaida, hawana noma, hawana nini, maisha yanasonga. Uh, mi nimependa sana wasanii wamejitokeza kumsupport, na sisi kama mashabiki twende kwenye kwenye channel yake yeah, tuka tuka support nyimbo ya Yammy mpya iliyotoka raha. Tunamjua Yammy bwana, ana kisauti flani hivi kizuri, ni upcoming artist mzuri sana. Kwa hiyo big up to you Yammy, congratulations, na Mungu akufikishe mbali. Mtazamaji sasa, subscribe like, and comment.